Chani elfu mbili na ishirini na nne fahari ya taifa, historia inayoandikwa Safari ya Taifa Stars chini ya serikali ya awamu ya sita imekuwa na mafanikio makubwa. Hatua ya kipekee zaidi ilikuwa ni kufuzu fainali za Kombe la Mataifa ya Afrika, AFCON, mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, tukio lililopokelewa kwa furaha nchi nzima, Dar es Salaam, Morogoro, Nikoo kwa Mara, kwa Arusha. The whole Tanzania is celebrating. Tanzania mwenyeji wa CHAN 2024. Na heshima kubwa kwa Tanzania ilikuwa kuteuliwa na CAF kuwa mwenyeji wa fainali za kombe la mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa ndani CHAN 2024. Na kwa sasa Tanzania ni moja ya wenyeji watatu wa mashindano ya chani chani ya Afrika kwenye michezo ya football kwa vijana wetu, serikali ilihakikisha viwanja, hoteli na usafiri vimeboreshwa kwa kiwango cha juu. Hatimaye, taifa likawa kitovu cha furaha, mshikamano na utalii wa kimichezo, kuwahimiza na kuwahamasisha Watanzania wote tufurike siku ya tukio hilo kubwa la kwanza, ufunguzi wa mashindano ya CHAN. Lakini baada ya hapo mechi ya ufunguzi ya timu yetu ikicheza na timu ya taifa ya Burkina Faso. Ile chani ya Afrika nzima ambayo inacheza Dar es Salaam, Zanzibar, Kampala na Nairobi, lakini na nafasi, nafasi ni nzuri na lolote inaweza ikatokea kwenye mpira wa miguu, lakini nafasi yetu kwa sasa ni bora kuliko wakati mwingine, haijawahi kutokea. Yaani kwa mara ya kwanza tangu Tanzania ungwe, nyinyi ndio mnaanza kucheza. Ufunguzi wa CHAN kwa Tanzania ikiwa mwenyeji wa mashindano kwa mara ya kwanza tangu Tanzania yu. Kwa hiyo sio tukio la kawaida. Enjoy anja wa Benjamini Mkapa, Dar es Salaam. Na huu ni ufunguzi wa michuano ya nane ya mataifa bingwa Afrika, CHAN 2024. Ni hapa na ni sasa. Historia mpya inaandikwa, timu ya soka ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ikibeba heshima hii kubwa ya kufungua fainali hizi dhidi ya Burkina Faso. Haijalishi matokeo yatakuwaje mwisho wa mashindano, lakini dunia na Afrika itasalia na rekodi hii kwa Tanzania. Siu. CHAN 2024 haikuwa tu kuhusu mpira, ilikuwa ni sherehe ya utamaduni, burudani na uzalendo. Siku ya uzinduzi, jiji la Dar es Salaam likatikisika kwa burudani kupitia tamasha la Singeli Fest lililofanyika kwa kishindo. Mamia na maelfu walijitokeza kusherehekea uzinduzi huo kwa nderemo, shangwe na vifijo huku midundo ya asili ya Tanzania ikitawala, wasanii wa Singeli waliungana na mashabiki katika kuisindikiza Taifa Stars kwa njia ya kipekee. Kwa ngoma, kwa maneno ya hamasa, na kwa nguvu ya muziki wa mitaani, ilikuwa ni siku ambayo sanaa na michezo viliungana na kuleta burudani kwa mashabiki wa pande zote. <tipa>

Mashabiki nao hawakuwa nyuma. Kuanzia mitaani hadi kwenye runinga, walipaza sauti, wakasherehekea kila bao, wakalia kwa uchungu kwa kila kipigo, lakini zaidi ya yote waliamini. Na kwa pamoja, serikali, taasisi, mashabiki na wachezaji wenyewe waliandika historia mpya kwenye CHAN 2024.

Goli la Mama lilianzishwa na Mheshimiwa Rais Samia limekuwa dira ya hamasa na ishara ya uzalendo. Kwa mara ya kwanza Stars wakaonyesha makali ya kweli wakishinda mechi tatu mfululizo na kufuzu robo fainali kwa kishindo. Tuna milioni 20 za mama, tuna milioni 20 za mkoa na sisi kama wizara tunaongeza 20 nyingi hatuwezi kushindana na watu wengi, lakini timu ambacho mnatupa kinatia moyo na tunapigana kwa uzalendo. Tunafanya tuna, tuna kazi kubwa. Watanzania wame, wamefanya kazi kubwa itabaki kwa historia. Mwisho kabisa, lazima kumshukuru mama kwa kuendelea kutunga mkono, lakini pia na wadau wote ambao tumekua tume tuko pamoja na katika hii

tamasha la bongo flava likabeba hisia za juu kabisa za mashabiki. Wasanii wakubwa wa Tanzania waliungana kuwatia moyo wachezaji wetu huku wakitoa wito kwa mashabiki kujitokeza kwa wingi, na kweli uwanja ukajaa, si kwa sababu ya ushindi tu, bali kwa mapenzi ya taifa lao. <laughs> Awamu ya sita imeandika ukurasa mpya katika historia ya michezo nchini. Mwaka 2027 20 Tanzania itakuwa mwenyeji wa mashindano ya Afcon pamoja na Kenya na Uganda. Kutoka Taifa Stars kufuzu Afcon, heshima ya kuandaa CHAN 2024, motisha ya goli la mama hadi uwekezaji wa miundombinu, vyote hivi ni ushahidi kuwa michezo ni chemchemi ya mshikamano, fahari na maendeleo ya taifa. CHAN 2024 haikuwa tu mashindano, bali ilikuwa ni safari ya ndoto, bidii na mshikamano. Ingawa kombe halikurudi nyumbani, lakini moyo wa Taifa Stars ulitufanya tuamini kuwa inawezekana. Mwisho wa CHAN 2024 ndio mwanzo wa Afcon 2027. Mpira wetu, fahari yetu.